Zanzibar, Unguja na Pemba, ndio karafuu bora katika dunia nzima. Hii inakusudia kwa kiwango chake cha ubora, ina ubora wa hali ya juu. Wenzetu wanachofanya wanachukua karafuu za nchi nyingine zenye ubora hafifu, halafu wanachukua za, za Zanzibar wanachanganya kidogo, ili angalau zipande ubora kwa hivyo sisi tuna nafasi nzuri ya kuongeza uzalishaji wa zao hili kwa sababu zao letu lina kiwango kizuri sana cha ubora. Tumekutana hapa kutatua changamoto ya kwanza ya umiliki, tunapokabidhini mashamba haya niyamiliki kisheria, watoto wenu waweze kuyarithi, ili kuanzia sasa muyatunze, mpande mikarafuu mpya, mwagilie, mwahakikishe kiwango cha uzalishaji wa karafuu kinakuwa sana ili tuweze kupata manufaa ya zao hilo muhimu kwa uchumi wa nchi yetu na kwa uchumi wa wakulima wakulimai na kaskazini zifanye, yaani kila moja ifanywe utekelezaji wake ili zikamilike kwa haraka zoezi, kwa sababu mashamba elfu nane sio kidogo. Mashamba hayo elfu nane ni sawa sawa na asilimia kumi ya Pemba nzima, ni mashamba ya eka. Kwa hivyo, Mheshimiwa, utakabidhi hii gari hii lakini pia tunatayarisha nyingine kudhamini wema huu. Ni kuhakikisha karafuu zote tunazipeleka Shirika la Biashara la Taifa, kwa lugha za mitaani huko tunaita state. State yoye. Hati katika furaha kubwa, na pia naiambia serikali izidi kutuangalia katika shughuli zote alizoziahidi Mheshimiwa Rais, basi bado asituache mkono. Aidha Kitendo cha kuwapatia wananchi hati miliki za mashamba mikarafuu inadhihirisha kuwa wewe Mheshimiwa Rais unaendelea kufuata na kusimamia nyayo za waasisi wa Mapinduzi.